Katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio, hakuna majaribio. Unampa nchi yule ambaye unamwamini ataiendesha vyema na maslahi ya wananchi yatapatikana. Na ukiangalia kwetu Tanzania ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya nchi yatapatikana ni Chama cha Mapinduzi peke yake. Wengine bado mkiwapa wengine au serikali au jimbo, wanakwenda kuwafuja, wanakwenda kuwapoteza, kwa sababu wakiingia kwanza ni kujifunza, kwanza ni kujifunza. Lakini utakapompa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi anakwenda kuongea na nani? anakwenda kumuomba barabara na.